Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa huduma za hospitali, hii ni hospitali mzuri, pia tunapata dawa bila ya, ya ushuru wowote. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anaupiga mwingi na endelee kuupiga mwingi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutujengea hospitali kwenye kijiji chetu. E, maana hospitali ilikuwa tunaelekea mbali, lakini sasa hivi tupo karibu na hospitali. Tatizo lolote litakalotokea tunahudumiwa kwa wakati na huduma nzuri, tunashukuru. Pia naenda kumpongeza rais Hussein Ali Mwinyi kwa, kwa kuweza kufikiria kwa uono kwa mkubwa kuhusiana na sekta ya afya na kuweza kuhakikisha kwamba vifo ambavyo kwa vilikuwa vimepita vimeweza kupungua ndani ya huu mwaka. Kwa hiyo pongezi sana kwa, kwa, kwa, kwa rais wetu na tunategemea kuwa tutaenda zaidi na tutafika mbali na miaka mitano ijayo, kuweza kufikia haya malengo yetu ya kuweza kupunguza vifo vya mama na watoto pamoja na kuweza kupata huduma ambazo ziko stahiki kwa kila raia wa Zanzibar. Oktoba tunatiki.